Sasa bwana, ai, nimetafuta kazi bwana, sioni kazi bwana. Nyie sasa, kuna mahali unasapata kazi? Unajua nimesunguka nimesunguka, lakini mi mzee, hii maisha imenishinda bwana. Sasa kusunguka bwana, hata nikiena mahali naitisha kazi, wananiambia sijui, wanataka makaratasi, hata mchenga anipei. Ah. Hii nimechoka pana, kama mnaeza nionea mahali naezapataka kazi nifanye, hata nipate chakura ni sawa panaazi. Okay, iko uh -huh. kazi iko uh -huh. kuna moja ni niya uh, kusafisha ocean uh -huh. na kuosha ai uh -huh. yes. yeah. yeah. <laughs> Iye pana an na mimi sina makaratasi <laughs> unajua wana hizo unajuakazi iko ndio uh hiyo -huh. yenye najua kuosha kusafisha ocean na kuosha meli lakini ikiwa, sasa, in, ikiwa inatembea kwa maji. Lakini sasa hiyo si wataidisha vitu mingi na nitaweza na hiyo. Hapo wanataka ukue na good conduct na birth certificate na death certificate. Hiyo boss, sina sina sina, sasa hata sahi nitaenda kutafuta na sina pesa. Sasa nitakusaidia aje? unataka kusaidike aje? Kuna jamaa oya oya oya

Unachukua simu ya wenyewe wapi? Oya. Oya bana.